Uh, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya FEABOY, kama ilivyo kawaida katika channel hii utapata mbinu mbalimbali ikiwemo update zote kuhusu ajira na elimu. Sasa leo nataka nikakuonyeshe uh, kwa wale ambao wamesoma nje ya Tanzania, namna gani unavyoweza kuhakiki cheti chako katika taasisi zinazohusika kama NACTE, NACTEVET, NECTA pamoja na TCU. Sasa nitakwenda kuonyesha TCU kwanza. Hatua ya kwanza utaingia katika Google, na hii ni kama umesoma university nje ya Tanzania na unataka kuja kufanya kazi Tanzania, lazima vya vyeti vyako vihakikiwe kwanza na TCU. Kwa hiyo utakuja katika sehemu ya Google katika simu yako au katika kompyuta yako, alafu pale utaandika FAAS. FAAS maana yake ni Foreign Award Assessment System. Na baada ya pale <coughs> utaibonyeza, itaweza kufunguka utaweza kuipata fomu hii hapa, lakini kabla ya kuja kwenye hii fomu, nataka nikakuonyesha kwanza namna ya kuweza kuipata hii namna hii, okay. Ukishaandika itafunguka hii ya kwanza kama unavyoona Tanzania Commission for University Foreign Award Assessment System, utaifungua hii Foreign Award Assessment System na utaweza kuona itafunguka namna hii. Ikishafunguka namna hii unachotakiwa kufanya anairudisha katika simu ya kawaida ili uweze kuona vizuri. Kifunguka namna hiyo, utaweza kuona hapa if you if you created an account and uploaded all the required document before 26 August 2025, please click the button below. If you created account but did not upload any document click the above button. Kwa well, hapa tutabonyeza hii baada ya pale utaweza kuambia ulogin kwa hiyo, kama ulishafungua akaunti yako utakuja ku login hapa, utaingiza username na password, lakini sisi hatuja create account. Kwa hiyo utabonyeza create account ili sasa uweze ku create account yako. Na kama unavyoona hapa, sehemu ya kwanza ni salutation. Salutation maana yake ni jina lako wewe, ni Mr, Mrs, Dr, professor au Mrs. Kwa hiyo, kwa mfano hapa tuseme ni Mr. Hapa utaandika last name, jina lako la mwisho utaandika hapa, jina lako la mwisho utaandika baada ya pale uta select region, utachagua mkoa ambae wewe upo. utachagua mkoa wako hapo na baada ya kuchagua mkoa utakuja kwenye resident status. Resident status kama we ni raia wa Tanzania au kama sio raia wa Tanzania. Kwa kama ni raia wa Tanzania na ulisoma nje ya Tanzania sasa unataka kuja kurudi Tanzania kufanya kazi utabonyeza sehemu hii ya citizen utajaza hapo. Baada ya hapo utaweka jina lako la kwanza. Alafu kama ulishakuwa na majina mengine ambao umeyatumia utaweka hapa. Baada ya hapo utachagua country of birth, utachagua nchi yako ambayo umezaliwa wewe. Hapa ni Tanzania, kwa hiyo ni United Republic of Tanzania utaweka. Hapo then select nationality. Nationality yako wewe ni Mtanzania kama umezaliwa Tanzania, nationality yako ni Tanzanian. Baada hapo utaweka middle name kama unayo. Then utaselect gender kama ni male au kama ni female na baada ya hapo utaweza kuweka tarehe yako ya kuzaliwa katika kiboxi hichi. Utachagua tarehe yako ya kuzaliwa, labda umezaliwa mwaka fulani, utaweza kuweka hapo. Then, weka namba zako za simu, na baada ya hapo utakuja kwenye login information. Weka password. Create password, hakikisha password zako inakuwa na herufi moja kubwa na iwe na herufi na namba, changanya herufi na namba, hakikisha herufi ya kwanza inakuwa kubwa lakini uchanganye herufi na namba pamoja na special character. Utaweka password hapa. Baada ya hapo, utazi confirm zile password ulizoweka. Utaweka email yako then, utakuja username. Sasa utaweka username yako ambayo utakuwa unaitumia ku login katika account yako. Na baada ya hapo, utabonyeza neno create account. Ukisha create account, uta confirm account yako au uta activate account. Baada ya ku activate, basi utaenda kwenye sehemu sasa, sasa ya login. Pale kwenye login sasa utaweka username ile ambayo umeiweka kule na password zako, utaclick neno login, utakuwa umeweza kulogin katika akaunti yako. Na baada ya kulogin sasa, utaanza process za kuweza kujaza au kuhakiki vyeti vyako vya elimu ya juu au vyeti vyako vya chuo ambapo umevipata katika nchi ambayo sio Tanzania, ni nje ya Tanzania na unataka kuja kufanya kazi Tanzania. Hii ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo tutaendelea na video ya pili, nitakuonyesha namna sahihi ya kuweza kujaza hatua hizo, hatua kwa hatua. Na usisahau kusubscribe katika channel hii ya Feaboy, like video hii na share video hii kwa wengi zaidi. Asante na karibu. Mimi ni Feaboy.